Serikali ya chama tawala CNDD-FDD ni serikali ambayo inatumia mkono hasa katika wadhibiti wapinzani, wanasiasa ambao ni maarufu na vyama ambavyo vinafahamika kwamba hivi vinaweza kuwa wapinzani wakubwa. Kwa hiyo mimi nadhani uwanja mzima wa demokrasia si salama, kuanzia tangu chama hichi kilianza kuwa na matumizi ya nguvu kwa bwana Ngurunziza na hata kuingia bwana Ndayishimiye, kwa hiyo wanasiasa hawako huru, wananchi hawako huru. Kuna kulazimishana kutenda mambo ambayo ni kinyume dem na demokrasia halisi, kwa hiyo itakuwa vigumu kuweza kuthibitisha matokeo hayo kama ni matokeo ya, ya uchaguzi au ni ya demokrasia au ni matokeo ya wananchi wenyewe mm. kwa matakwa yao. Unapozungumzia hilo Ali, chama kikuu cha upinzani kilizuiliwa kushiriki katika uchaguzi huu, hii imekuwa na athari gani kwa matokeo haya yanayotangazwa leo? Tarehe hii kwa sababu wale wanachama wa chama kile kikubwa cha upinzani na vinginevyo hawakuweza kujitokeza kupiga kura, na wengine walijiandikisha kwa sababu e, hata zile karatasi za kujiandikisha kwa kupiga kura zilitumiwa kama kigezo cha kuweza kuonekana kama wewe ni muasi, usikubali serikali. Kwa hiyo raia yote ambaye hakuweza kujiandikisha basi alipata shida, na wengi walijiandikisha lakini hawakuweza kupiga kura kwa sababu ya uoga na kukataa kushiriki kwenye matokeo ambayo walihisi kwamba au waliamini kwamba tayari ni matokeo yaliyotengenezwa kabla hata ya kupigaji kura Ali uchaguzi wa urais utakuwa baadaye mwaka 2027 uchaguzi huu wa wabunge umetoa picha gani kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa wakati huo picha ni ya kukata matumaini tu hakuna matumaini ya kushiriki uchaguzi halali na kuweza kumpata kiongozi ambaye rais, ambaye atakuwa ni kiongozi atakuwa ni matakwa ya wananchi, na hili litaleta shida hata e, katika chama tawala cha CNDD-FDD. Licha ya kuwa katika e, haya ya uchaguzi huu wa bunge umefanyika kwa usalama, lakini ndani ya chama kuna mpasuko mkubwa. Nadhani katika uchaguzi wa mwaka 2027 wa rais e, hali itakuwa tete na matokeo yanaweza kuwa E, ni hatarishi zaidi na uchaguzi ukawa si wa uhuru na haki na uwazi kama misingi ya demokrasia inavyozungumza. Naam, sasa ali, kulingana na kampeni zilizofanyika za uchaguzi huo wa bunge, ni hoja gani za msingi ambazo warundi wenyewe wanazitarajia au wamekuwa wakizizingatia? Kwanza ni maisha magumu, nchi ina shida kubwa sana, kwa muda mwaka kwa muda mrefu, nchi haina hata mafuta ya gari, nchi sarafu ambazo na pesa ya nchi yenyewe ya taifa inaporomoka mno. E, huduma za hospitali hamna, mashule, kwa ujumla maisha ya wananchi yaliweza kuporomoka kiasi kikubwa sana, ukizingatia e, na mwanzoni wa miaka elfu mbili ishirini na tano pale chamatawala kilivyoingia, ukizingatia muda wote huu takriban miaka ishirini ya tawala cha CNDD-FDD, e, maisha ya wananchi wa Burundi yanaweza kudorora na uchumi wa nchi umeweza kuanguka kiasi kikubwa Kwa hiyo hayo ni matarajio ya wananchi wengi kuweza kuona chama ambacho kinaweza kurudisha imani na maisha yao kuboreka na huduma za kiraia zikaendelea na uchumi ukapanda. Lakini kwa chama cha CNDD-FDD wananchi hawana matumaini hayo, kwa sababu dalili ambazo zinaonekana na muda ambao tayari wamefanya madarakani, e, wananchi wameshakata tamaa na sasa wanahukumiwa kwa nguvu, kwa uoga na kuhofia kudhurika eh, na chama hicho tawala. Sasa, kati ya leo na uchaguzi wa urais mwaka 2027, kitu gani ambacho tunaweza kutarajia hapa katikati ili labda kuweza kutoa matumaini tena kwa raia wa Burundi? Kwa kweli sidhani kama kunaweza kuwa matumaini, kwa sababu chama cha tawala cha CNDD-FDD kimeshaamua kuto kutoka madarakani kupitia uchaguzi. Hakuna matumaini yoyote kwa nchi ya Burundi hivi sasa, hakuna mabadiliko yoyote na, na kama hakuna mabadiliko yoyote katika chama cha CNDD-FDD, basi hakuna matumaini pia ya kuboreka kwa maisha au kwa kubadilika hali kuwa nzuri zaidi ya kuzidi kudorora.